Sasa uh, ile ya jana kuhusu mgonjwa ambaye aliambiwa na liver yake imefeli inaitwa cirrhosis. So kwenye kufeli, kaza, liver kufeli kuna stage kadhaa ikiwemo fatty liver, tunasema hepatitis nazani mna kuna nyingine inaitwa so, cirrhosis hii ndio ambayo sasa unakuta inasababishwa na pombe, unakuta ini lako limeanza kudevelopu unasema scars na seli haizalishi tena ni kila kitu na kuna makubwa sana lakini, san tunasababisha mtindo wa maisha. Pombe ni mbaya sana pombe, kufimu, hata hakuna utakachokula ini lako lisihusike. Sasa tunasema ini ogani ni muhimu, na ukiona ini limekufa basi jua umefanya kazi kubwa sana ile yenyewe. Ndio maana watu wanaofanyiwa upasuaji wa ini ukimkata huku ukienda kumwekea kwa linaota. Siku hizi kuna huu mtindo, ukienda hospitali wanakwambia kila kitu kiko sawa. Mfano unakuta huyu mgonjwa ini, nadhani umemwambia hivi sirosi isikuwa inaweza ikatibika, wakampa dawa ili wawe na ile hope, kwa sababu attention yao ni kuuza dawa muda wote. Yaani ukishinda kuwa na pressure hawezi kukwambia inatibika, wanakwambia itibiki na uwezi kupona, kwa ndio kwa maana ile dawa maisha yako yote. Ukikosa nguvu za kiume, daktari akasema ah, kwa umri wako, umri wako ni sawa bwana, haina shida, penzoni kawaida kutokusimamisha uume so, ila unaweza kutumia viagra na tishinia nukuza dawa kwa mfano, mimi mtu alikuwa labda na testosterone ya elfu moja nanogram per deciliter, lakini siku hizo ukienda hospitali ukiwa na mia mbili testosterone nanogram, wanakwambia It's okay. Ni kawaida. That was i do, yani unaweza kufanya check up ya maana, alafu akakwambia kuna kitu kiko sawa never, kwa sababu wanataka uwe wiki uwe mgonjwa ndio maana kila siku viwango elfu tatu, elfu moja mia tano, elfu mbili. Siku hizi nguvu za kiume, mwanaume anaogopa panya, mwanaume na anaogopa mende, anadhani ni kawaida oh. Ukiwa unaogopa panya unakwambia hilo nini? Hiyo ni nini? Kwa justify hiyo issue unakwambia this is normal. That thing is not normal. Babu yako alikuwa anaenda msituni, anaenda kugombania swala na simba. Alikuwa anaenda kuwinda, anajua anaenda kuwinda simba ili apewe mke ile awe. Lakini wewe siku hizi hata kutongoza lazima utumie simu. Unaona ni kawaida kuongea uwezi mpaka utumie message. Unaona kawaida? No. Testosterone yako inashuka na ukienda hospitali ukienda kupima kuna testosterone mia, daktari yako anakuambia, "Good. Sio mbaya hiyo